Work for revolution, tena msiogope revolution. Naogopa? Apana. Mijitu naogopa revolution, ni minyonyaji. Nyinyi wanyonyaji, wakizikia wakizikia, <laughs> wa wakizikia revolution, mama wa mama, mama, we mama, wewe mnyonyaji, mama, mama we, we, eh. Watu wanaogopa change ni wanyonyaji tu, ni watu walioshiba wanaogopa change, kwa sababu change ile ina mashaka ndani yake lakini mnyonge lazima atake change. Mnyonge hawezi kutaka mambo yaende hivi hivi tu, yaende hivi. Kwa nini mambo mabaya, alafu yaende hivi hivi tu? Acha bwana, yaende hivi. Mnyonge hawezi kuwa conservative. Majitu yanayokuwa conservative ni yale yanayoshiba, sio mnyonge. Mnyonge anataka lazima mambo yabadilike, sio mambo yaende vile vile. Yale yanayoshiba ndio anataka mambo yaende vivi. Ukiambia yaye huko leo kuna maskini wana mkutano, ana wasiwasi. Mama yangu wewe <laughs> Sijui wana mkutano wa nini huko. <laughs> Hayo ni yale yanayoshiba, hayataki hayataki chenji, itawavurugia mama. Na ndio ambao huko vijijini kila tunaposema tunataka kufanya chenji wanakataa, wanakataa. Utakuta huko vijijini anayepinga pinga, pinga chenji hajambo, jambo hajambo jambo anayepinga pinga, pinga chenji ni kiongozi wa chenji hajambo jambo. Anasema hii serikali yenu, anasema, inawadanganya inawadanganya, anashiba huyo. Masikini yuko tayari kubahatisha, yuko tayari hata kudanganywa, anabahatisha masikini, madhali hao wanasema kubahatisha, huenda yakaja ya maisha mapya. Masikini yuko tayari kubahatisha pataleambali ya kupoteza kupoteza sana akipoteza naweza kupoteza umaskini wake, lakini haona kingine cha kupoteza. Sasa nyinyi lazima muwe walimu wa kuleta change Monsieur, change. Walimu mara nyingi sana mengi yanakuwa conservative, hata hata mkiwaza waza habari ya ku change system yao. oh kwa oh, sababu oh, now they want to change change the system of education kwani ya mkoloni oh, you shall lower standards standard, Who's the standard? Na zilitufikisha wapi? Standard zili zingekuwa safi, tungekuwa tunazungumza habari ya unyonge huu? Tunazungumza habari ya unyonge. Watu lazima tuweze kuona, tuamue nini tunachotaka cha kutufaidia, tutabadilika, tuta, tuta, tuta. Kway nasema walimu lazima mkubali kuwa walimu wa mapinduzi, si walimu wa kulaza watu usingizi.